Kitabu cha Wafalme wa Kwanza kilipofikia mwisho. Katika somo letu la mwisho katika Safari ya Hekima tulikutana na Yehoshafati katika simulizi hilo la Ahabu, na kutajwa kwa kifupi sana kwa mwana wa Ahabu, Adhalia katika Wafalme wa Kwanza 22. Sasa kitabu cha Mambo ya yani Nyakati wa Pili, ambacho ni simulizi sambamba, kinatupa maelezo zaidi kuhusu mfalme huyo. Kwa kweli sura nne nzima za kitabu hiki sura ya kumi na saba hadi ishirini zimejitolea kwa Yehoshafati. Kwa hivyo hebu tuangalie simulizi hili sambamba na tuangalie kwa karibu zaidi. Sasa kama nilivyosema hapo awali, tunashughulikia matukio katika wafalme na mambo ya nyakati kwa mpangilio wa wakati. Yanajirudia sana katika nyenzo zile zile. Kwa hivyo tunapomaliza vitabu viwili vya wafalme pia tutakuwa tumemaliza vitabu viwili vya mambo ya nyakati. Sasa Yehoshafati ni mwana wa mfalme wa Yuda, Asa. Alimfuata Bwana. Aliwahimiza watu wake kufanya vivyo hivyo. Na utawala wa Asa, hata hivyo, ulikumbwa na migogoro na Israeli upande wa kaskazini. Wakati mwanawe sasa anapokuja kwenye kiti cha enzi, tunaambiwa katika Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 17 mstari wa moja kwamba alijitia nguvu dhidi ya Israeli, yaani anaimarisha miji ya Yuda, anapanga vikosi kote katika nchi. Na Yehoshafati anapewa sifa kubwa hapa katika mstari wa tatu. Bwana alikuwa pamoja na Yehoshafati kwa sababu alitembea katika njia za awali za baba yake Daudi. Hakutafuta Baali bali alimtafuta Mungu wa baba yake na alitembea katika amri zake, na sio kulingana na desturi za Israeli. Tunaambiwa hapa katika mstari wa sita kwamba aliondoa mahali pa juu na maashera kutoka Yuda. Hizo zilikuwa nguzo za mbao zinazowakilisha mke wa Baali, ambazo kawaida uwekwa karibu na madhabahu ya Baali. Yehoshafati tunaambiwa, pia alituma baadhi ya maafisa wake pamoja na Walawi na makuhani kote katika nchi, kwanza kufundisha watu sheria ya Mungu. Lazima nikuambie watu wa Mungu hawangeweza kuomba mfalme bora zaidi. Chini ya utawala wake Yuda itafurahia amani na ustawi na na kama tunavyoona katika mistari ya kumi na kumi na moja, pia atakuwa na jeshi lenye nguvu. Wakati inaonekana mambo yanaenda vizuri hapa katikati ya sura ya kumi na nane na, na mstari wa moja tunasoma kwamba alifanya muungano wa ndoa na Ahabu. Kwa maneno mengine, anapanga mwanawe awe binti wa Ahabu adhalia. Kwa nini duniani angefanya hivyo? Hiyo Hiyo inamfanya mama mkwe wa mwanawe kuwa Yezebeli, na hiyo kuwa na haiwezi nzuri pia. Naam, bila shaka Mfalme Yehoshafati aliona faida za kimkakati za kisiasa katika muungano huu. Alikuwa na motisha hasa na tamaa hizi za kisiasa. Uamuzi huu karibu ulimgharimu Yehoshafati maisha yake. Tuliona awali alipokwenda vitani kumuunga mkono Mfalme Ahabu dhidi ya Wasiria tukio hilo na tayari tumelishughulikia nyuma katika moja wa Falme ishirini na mbili. Sasa sura ya kumi na tisa hapa katika mbili Mambo ya Nyakati inaanza na nabii aitwaye Yehu, anajitokeza na anamkemea mfalme Yehoshafati baada ya kurudi kutoka vitani dhidi ya Wasiria akiwa na Ahabu. Kumbuka hii ndiyo vita ambayo mfalme Ahabu aliwawa Naam, sasa hapa katika aya ya mbili nabii Yehu anasema, "Je, unapaswa kuwasaidia waovu na kuwapenda wale wanaomchukia Bwana? Kwa sababu ya hili, ghadhabu imetoka dhidi yako kutoka kwa Bwana. Hata hivyo, kuna wema fulani unaopatikana kwako, kwa kuwa umeharibu maashera kutoka katika nchi na umeweka moyo wako kumtafuta Mungu." Kwa kweli, hiyo inafupisha utawala wa Yehoshafati. Alimtafuta Bwana, alikuwa na mwenendo wa kiungu, lakini pia alifanya maamuzi yasiyo ya busara ambayo yalichochewa na motisha ya kisiasa. Nam, karipio hili lazima lilimchochea kubadilisha moyo wake, kwa sababu anaanza mzunguko wa pili wa mageuzi. Tunasoma hapa katika aya ya nne kwamba Yehoshafati alitoka tena kati ya watu na kuwarudisha kwa Bwana Mungu wa baba zao pia aliteua majaji katika nchi nzima, na anawaambia hapa katika aya ya sita: fikirieni mnachofanya kwa maana mna hukumu si kwa ajili ya mwanadamu, bali kwa ajili ya Bwana. Yeye yuko pamoja nani katika kutoa hukumu? Vivyo hivyo, anatewa majaji kuhudumu hapa Yerusalemu, labda katika aina fulani ya mahakama ya juu, mahakama kuu. Amri yake kwao hapa katika aya ya tisa ni hii: hivyo mtatenda katika kumcha Bwana kwa uaminifu na kwa moyo wenu wote. Nilipoombwa kuzungumza katika hafla ya kuapishwa kwa jaji mkuu wa mahakama kuu hapa katika jimbo langu la nyumbani, aliniomba nizungumze kutoka maandiko hayo hayo. Ilikuwa ni aya ya maisha yake. Alitaka kuwa mmoja wa wale majaji wacha Mungu ambao walifanya yaliyo sawa, wa kihukumu si kwa macho ya mwanadamu bali kwa macho ya Mungu. Na hakika alifanya hivyo. Sasa sura ya ishirini ya kitabu cha mbili Mambo ya Nyakati inaangazia zaidi imani ya mfalme Yehoshafati, ambayo sasa inakabiliwa ghafla na tishio la kijeshi. Aya ya moja inatuambia kwamba Wamoabi, Waamoni na baadhi ya makabila yanayoitwa Wamoabi walitoka Edomu uja kupigana naye, na hapa Yuda imezidiwa kwa idadi kubwa. Yehoshafati anatangaza wakati wa kufunga na kuomba anawaita watu wakusanyike katika ua wa hekalu, na pale mfalme anasimama na kuomba kwa Bwana mbele ya watu wote. Nataka usikilize anachombea kuanzia hapa katika aya ya sita: e Bwana Mungu wa baba zetu, si wewe ndiye Mungu mbinguni? Unatawala juu ya falme zote za mataifa. Mkononi mwako kuna nguvu na uwezo, ili hakuna awezaye kukushinda. Je, si wewe Mungu wetu uliwafukuza wenyeji wa nchi hii mbele ya watu wako Israeli na kuipa milele kwa wazao wa Abrahamu rafiki yako? Na sasa tazama, watu wa Amoni na Moabu na mlima Seiri ambao hukuruhusu Israeli kuwashambulia walipokuja kutoka nchi ya Misri na ambao waliwaepuka na hawakuwaangamiza, tazama wanatolipa kwa kuja kutufukuza katika milki yako ambayo umetupa tuirithi. E Mungu wetu, je, hutawahukumu? Kwa maana hatuna nguvu dhidi ya jeshi hili kubwa linalokuja kutushambulia. Hatujui la kufanya, lakini macho yetu yako kwako. wow. Maombi ya aina gani haya! Je, umewahi kuomba hivyo? Naam, nina hakika umefanya hivyo ikiwa unamjua Bwana. Bwana sijui la kufanya, lakini macho yangu yako kwako. Nam, nabii wa Mungu anakuja hapa katika mstari wa kumi na tano na kujibu hivi: ndivyo asemavyo Bwana kwenu, msiogope wala msifadhaike kwa jeshi hili kubwa, kwa maana vita si yenu, bali ni ya Mungu. Hamtahitaji kupigana katika vita hivi. Simameni imara, chikeni nafasi yenu na muone wokovu wa Bwana kwa niaba yenu. Nam, Yehoshafati anatenda kwa imani na siku inayofuata anatoka na jeshi lake. Mstari wa 21 kwa kweli unatueleza kwamba anawatuma walawi mbele yao wakiimba sifa kwa Bwana. Sasa hiyo ni vipi kwa mkakati wa kijeshi? unajua tuma tu kwaya kwanza, alafu uone kile mungu anafanya. Naam, kama mungu alivyoahidi, anachanganya jeshi hili kubwa, anapigana kimsingi, na wanajimaliza wenyewe. Mfalme Yehoshafati anasifiwa ipasavyo na maandiko kama mtu mcha Mungu. Alikuwa mtu wa imani kubwa. Tamaa yake ilikuwa kumfuata Bwana na kuwaongoza wengine kufanya vivyo hivyo. Wakati huo huo aliruhusu shinikizo la kisiasa kumfanya afanye maamuzi yasiyo ya busara, baadhi ya maamuzi ya kujikubalisha. Kwa hiyo anakuwa kwetu leo onyo la kukaa macho, kutambua kwamba majaribu ya Shetani yanakuja katika aina na ukubwa mbalimbali, lakini Yehoshafati pia anatuhimiza. Hata tunaposhindwa na Bwana, hata tunapofanya maamuzi yasiyo ya busara, na tutafanya, Mungu kwa neema yake anaendelea kutusamehe na kutuongoza na kuturuhusu kutembea naye na kumtumikia. Naam, tunapaswa kusimama hapa kwa leo